Hey, kaunti ya Narok mtazamaji, ambapo mwakilishi wa wanawake katika kaunti hiyo, Rebecca Tonkei, ametoa wito kwa wanafunzi kujiepusha na matumizi ya dawa za kulevya na mihadarati, akitaja uraibu huo kama kikwazo kikuu kinachozima ndoto za vijana na kusababisha vifo katika umri mdogo. Akizungumza katika shule ya bweni ya Olesankale mjini Narok Bi. Tonkei amewataka wanafunzi kujiepusha na utumiaji huo wa mihadarati, ili waweze kufaulu, akisisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya wazazi na walimu ili kuimarisha maadili na kuongeza idadi ya wasichana wanaofuzu kujiunga na vyuo vikuu nchini. Uh, Why are you being left behind? Sharti mtie bidii. Na Waswahili walinena, atakaye atakayechavunguni sharti ainame. Unatakiwa uache vitu vingine vyote, mambo ya indiscipline, mambo ya drugs and substance abuse. Tuachane na mambo mengi ambayo tunakutana nayo tunapofika ma mashule kama haya, kwa sababu tunajua shule za bweni Watu wengi wakifika hapa wanajihusisha na mambo mengi. Mnakutana na watoto kutoka mahali sehemu mbalimbali, na kila mtu anakuja na tabia yake. So I want to talk to our boys. and all even the girls. Nataka kuongelesha watoto wetu, tuachane na dawa ya kulevya, tusijihusishe kamwe na mambo ya dawa ya kulevya kwa sababu hiyo ndio ime destroy Our generation. Mimi nataka kuwahimiza ya kwamba tusi, tuachane na mambo ya bangi, tuachane na pombe. Ukifika hapa usipatie walimu wakati mgumu.